ikitesti mitambo, kauli za mwananchi. E, mwendokasi mbagara ikitesti mitambo. Lakini kuna habari inayosema mauaji ya askari Arusha ya shtua. Hiyo ndio habari kubwa kwenye gazeti la Mwananchi, inasema mauaji ya askari Arusha ya shtua, apigwa na kitu kizito kichwani. Jeshi la polisi Arusha ladai alizidiwa na kilevi akiwa ba la washikilia watuhumiwa watano hiyo ni habari inayosema mauaji ya askari Arusha yashtua. Hiyo ni habari kabisa kwenye gazeti la Mwananchi. Lakini Samia awapa ujumbe vijana kuilinda nchi e, huyo ni Dr. Samia Suluhu Hassan awapa ujumbe vijana kuilinda nchi. Lakini dira elfu mbili na hamsini na mustakabali wa mfumo wa elimu. E, dira elfu mbili na hamsini na mustakabali wa mfumo wa elimu e, lakini mgombea kutoa shilingi e, lakitao kwa kila mwananchi Zanzibar. Mgombea kutoa shilingi laki tano kwa kila mwananchi Zanzibar. Hiyo ni habari kabisa kwenye gazeti lako la Mwananchi. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukichana gazeti la Mwananchi, tuangazie kwenye gazeti lako la Nipashe. Gazeti la Nipashe asubuhi ya leo linaanza na habari inayosema hatima ya Lisu ni kwa majaji leo. E, ni katika mvutano wa kisheria uliotokana na Lisu kuhoji uaminifu wa, wa shahidi wa jamhuri, hoja iliyojenga kwa misingi uliowekwa mahakamani, mahakama ya rufani kupitia mashauri ya Lilian Fotes na Shedraki Sospita. Hiyo ni habari ya ukurasa wa tatu, inasema hatima ya Lisu kwa majaji leo. Lakini Samia awapa angalizo vijana, huyo ni Dr Samia Suluhu Hasani awapa angalizo vijana na Ole Sendeka wataka waliokatwa sisem wasiwe kiini cha vurugu, viongozi wa dini wasema. Hiyo ni habari ukurasa wa pili. Lakini mtoto afa baada ya kudonolewa na kuku, mtoto afa baada kudonolewa na kuku. Hiyo e, ni habari kwenye gazeti la Koloni Pasho, inaendelea ukurasa wa 19. Lakini mgombea urais kila mwananchi atapata laki tano kila mwezi. E, huyo e, ni mgombea urais e, kila mwananchi atapata laki tano kila mwezi na matatizo ya akili zaidi ya watu elfu arobaini na tano wapata tiba Mirembe. E, matatizo ya afya ya akili zaidi ya watu elfu arobaini na tano wapata tiba Mirembe. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Nipashe. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiachana na gazeti ya Nipashe tuangazie kwenye gazeti lako la Majira lenye linaandika piga kura kwa amani haki afya bora kwa taifa letu. Hilo ni gazeti la Majira yenye ukurasa wa juu kabisa linasema piga kura kwa amani, haki na afya bora kwa taifa letu. Habari inaendelea ukurasa wa kumi. Lakini Nchimbi ahimiza viongozi wa dini kuombea amani. Nchimbi ahimiza viongozi wa dini kuombea amani. Hiyo ni habari inapatikana pia kwenye gazeti la Majira ukurasa wa mbele. Lakini bado kuna habari inaendelea inasema Zanzibar kuendelea kuimarika kiuchumi chini ya Dr. Mwinyi. Zanzibar kuendelea kuimarika kiuchumi chini ya Dkt Mwinyi. Hiyo ni habari ukurasa wa pili wa gazeti la Majira. Lakini msikiti Mwanza kuombea uchaguzi mkuu Ineki. E, msikiti Mwanza kuombea uchaguzi mkuu Ineki. Na Samia tukapige kura kuwezesha maendeleo. Huyo ni Samia Suluhu Hassan asema tukapige kura kuwezesha maendeleo. Lakini serikali ya, serikali ya ACT Zanzibar kuongezea thamani bidhaa Eh, serikali ya ACT Zanzibar kuongerea thamani bizaa na sau kutatua, eh, kwenye eh, eh, eh, gazeti la Majira ukurasa wa mbele huko. Gazeti la Uelekeo linatuhabarisha asubuhi ya leo, askari ya wawa baada ya kuchanganya gari E, askari au wawa baada ya kuchanganya gari. Lakini Dodoma waandaa tambiko la amani, hiyo ni Dodoma waandaa tambiko la amani. na Dr Samia, vijana msichezee amani, huyu ni Dr Samia Suluhu Hassan asema vijana msichezee amani, aonya dhidi ya vurugu uchaguzi. Viwanda vya maziwa Bukombe ahidi maji, ajira. Mbogwe asema vijana wasitumike vibaya lakini Dr. Mteko, Rais Samia ni kiongozi anayejali utu. Huyo ni Dr. Mteko. Asema Rais Samia ni kiongozi anayejali utu. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la uelekeo ukurasa wa mbele, huku gazeti lako la Zanzibar Leo asubuhi ya leo linatuhabarisha kwa habari inayosema tutazipa thamani bidhaa za Zanzibar, zitambulike kimataifa. Huyo ni Othman, lakini Dr. Mwinyi, serikali itaendelea kushirikiana na jumuiya eh, ya wakandarasi D Mwinyi asema serikali itaendelea kushirikiana na jumuia wa kandarasi. Lakini mgombea wa uraisi makini ahidi Zanzibar mpya. Lakini tutaendelea kutoa fursa za uchimbaji dhahabu kwa vijana e, tutaendelea kutoa fursa mpya za uchimbaji dhahabu kwa vijana. Hiyo ni habari kwenye gazeti la Zanzibar Leo ukurasa wa mbele, lakini kwenye gazeti lako la Uhuru lenye naanza na habari inayosema Rais Samia yupo tayari kuwafanyia makubwa wenye ulemavu. Huyo ni Kasim Majaliwa asema Rais Samia yuko tayari kuwafanyia makubwa wenye ulemavu, lakini CCM imetekeleza ahadi zake kwa kiwango cha juu Zanzibar. Lakini habari kubwa kwenye gazeti la Uhuru inasema d Samia awasisitiza vijana kulinda amani, huyo ni d Samia asisitiza vijana kulinda amani. Lakini wito wa Dkt Nchimbi kwa viongozi wa wa dini e, wito wa Dkt Nchimbi kwa viongozi wa dini kafu kujenga barabara za mitaa jimboni Ukonga hizo, e, ni sera za chama cha kafu nasema kujenga barabara mitaa yote jimboni e, Ukonga. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Uhuru ukurasa wa mbele, pate nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini kwenye gazeti lako la Dira ya Mtanzania asubuhi ya leo inaanza na habari inayosema Mchengero wataka dati udati kumaliza kero ya usafiri Dar es Salaam. Mchengero wataka dati na udati kumaliza kero ya usafiri Dar es Salaam. Lakini Samia, tokeeni kifua mbele Oktoba 29. E, Samia tokee ni kifua mbele Oktoba 29, asema vyombo vyote vya ulinzi vimejipanga, nchi iko salama. Lakini Dkt Mteko afichua siri ya ujio wa katiba mpya, ni kipaumbele e, cha Dr samia lakini asema rais amejenga daraja la maridhiano hivyo wanaukombe wamepata maendeleo ya kutosha kupitia Dr. Samia. Lakini bado kuna habari eh, inayosema watano mbaroni kwa tuhuma za mauaji ya askari. Eh, watu watano mbaroni kwa tuhuma za mauaji ya askari. Lakini kambi maalum ya madaktari bingwa wa Tanzania yagusa mamia huko Komoro. Kambi maalum ya madaktari bingwa wa Tanzania yagusa mamia huko Komoro, eh, kambi lakini serikali yazidi kuwapatia vijana fursa za maendeleo e, serikali yazidi kuwapatia vijana fursa za maendeleo. Hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti lako la Dira ya Mtanzania kwenye kurasa wa mbele. Huku Raia Mzalendo, gazeti lako ukweli na uwazi, linaanza na habari inayosema Geita yaitika mapokezo ya, ya Dkt. Samia. Watano wakamatwa mauaji ya askari polisi. Lakini Ecobank ya, e, ya wanoa watoto 200 katika ujuzi wa kidigitali na akili bandia e, kwa benki ya wanoa watoto 200 katika ujuzi wa kidigitali na akili bandia. Na TADB kinara usalama wa chakula nchini e, TADB kinara usalama nchini ya wa chakula nchini yakopesha wakulima walime biashara zaidi, lakini wengine wa, u, maski, waga e, wengine wa maskini maskini kupitia mikopo kupitia mikopo. Lakini kuna habari inaosema diplomasia ya afya Tanzania na Komoro ukweli na uwazi, e, subu ya leo kubwa asubuhi ya leo ukurasa wa mbele. Lakini gazeti lako la habari leo lenyewe lina habari kubwa inayosema TPDC yaagizwa kumaliza utafiti mafuta na gesi. Lakini watoto baroni tuhuma za kifo cha polisi Arusha, e, watano baroni tuhuma za kifo cha polisi Arusha. Vijana muwe mwangalifu upotoshaji akiliunde maagizo dati na udati. Samia Samia vijana linde ni amani. Huyo ni Samia waasa vijana walinde amani na inkiafuta vituo mia mbili tisini na mbili e, ya tengua yatengua wagombea saba hiyo ni habari ukurasa wa nne. Lakini Dr. Mwinyi atangaza neema kilimo cha mpunga Dr. Mwinyi atangaza neema kilimo cha mpunga hiyo ni habari ukurasa wa tatu wa gazeti lako la habari leo kwa habari, kwa kina. Lakini kuna gazeti la habari leo, kwa habari, kwa kina. Na sasa na kurasa za mbele za magazeti mbalimbali nchini Tanzania tuangazie kwenye ulimwengu wa michezo, e, JKT Queens yatetea ngao ya jamii aktqui yatetea ngao ya jamii. Jobu kagoma waikosa Irani. Simba ya waza makubwa ligi ya mabingwa barani Afrika, lakini wivu wa mapenzi wamchelewesha Mario. Iyo ni habari ukurasa wa pili kwenye gazeti lako la habari leo. Lakini kwenye gazeti lako eh, la Nipashe lenye inaandika Yanga kucheza Malawi eh, na joto kali yaanza kujifua kuzoea ya mazingira huku. Lakini mo bajebari arejea Simba na gazeti la Uhuru linatuandikia sababu e, za wanamichezo kutiki kwa Dr Samia. Rais Dr Samia alivyoshusha neema Gaita. Gamondi, akili mechi za kirafiki zimewasaidia. Huyo ni kocha Miguel Gamondi akili mechi za kirafiki zimewasaidia. Lakini JKT Queens mabingwa ngao ya jamii e, wanawake. Na kwenye gazeti lako e, la The Sport linaandika balala pantevu kusipime Simba ibenge yawasha moto Azam. E, Kane yupo sana Bayern. Hiyo ni habari ya kimataifa, anasema Harry Kane yupo sana Bayern, na huko Madrid yajiandaa kumsajili Haaland, lakini bado kocha Fodzi, kazi inaendelea, Yanga michezo. Lakini gazeti lako la Zanzibar leo linatuandikia Dkt. Samia kujenga uwanja wa kisasa Geita, lakini JKT Queens mabingwa ngao ya jamii. Hemedi ahidi kufufua vuguvugu vugu, eh, la michezo kiwani hiyo ni habari kwenye gazeti laku la Zanzibar leo ukurasa wa michezo. Lakini gazeti laku la uelekeo linaandika mtanzania awania tuzo Sweden. Taifa Stars kucheza kirafiki na Iran. Jeket Queens mabingwa ngao ya jamii waipigisha kwata Simba Queen. Yanga Princess ya tatu ngao ya jamii e, Yanga Princess ya ya tatu ngao ya jamii lakini ni yule yule mfungaji bora ni e, yule yule aliyezuiliwa Uh, kucheza kutokana na tatizo uh, la jinsia uh, sasa ni mchezaji bora ngao ya uh, mabingwa ngao ya jamii ya wanawake waagoli mbili kwa moja makocha wa lakini ya mama yaendelea kutangaza ni gazeti lako la Mwanaspoti. E, gazeti la michezo lenyewe lina nini? Linaanza na Roro, e, apewa saa 72 ni na Young Africans. E, Roro apewa saa 72 Yanga, huyu ni kocha ahusishwa na Young Africans. Roro apewa saa 72 Yanga, lakini Pantevu ashtuka ashtuka Simba. E, Pantevu ashtuka Simba, kisa cha kusikitisha cha Salim Bonde. E, kisa cha kusikitisha cha kusikitisha mchezaji wa zamani Salim Bonde, lakini e, JKT Queens tena Yanga ya tatu Glazer anasubiri